Na mtazamaji wa Trend TV nadhani utakuwa nakumbuka kwamba siku ya jana kulikuwa kuna e, majungu ambayo yalitoka kwa Mwijaku kwenda kwa Balevo. Balevo alishare kuhusiana na progress za jengo lake, hili ni gorofa ambalo yeye mwenyewe ameamua kulijenga ambapo moja anasema kwamba gorofa lake litakuwa na lifti na juu kule kwenye rooftop litakuwepo na kiwanja cha helicopter. Sasa basi ni kwamba hivi karibuni bwana, ni kwamba baada ya kuliposti tu Mwijaku kwa akasema kwamba acha kutupostia maboma posti gorofa. Nimeona lile aliloposti Babalevo ni boma na sio gorofa. Sasa Diamond pia aliposti gorofa la Babalevo eh, kama vile kumsupport, eh, lakini Mwijaku amekuja kuponda sasa. Baada ya kuponda ni kwamba, baba Babalevo amekuja kumjibu Mwijaku Baba Levo ameandika kwamba huyu mwehu akimaliza nyumba. Uh, huyu mwehu akimaliza okay. Mwijaku hajaishia pale, akaendelea kusema hivi, uh, ni kwamba sio Baba Levo amejibu, huyu ni Mwijaku, ameendelea kudondosha madongo kwenda kwa Baba Levo. Mwijaku anasema kwamba huyu mwehu akimaliza nyumba mwezi wa sita mwaka huu 2025, ni teni mbwa na na, hama nchi najiuliza tu, najiuliza na kamali atamwachia nani gorofa? sio sio kwapa. Mdogo wangu usishindane na mimi utapotea. hiki, kin, hiki ni kina kirefu sana sina hela za kamari mimi za mwamwa wewe. So huu ni ujumbe tena wa huu ni ujumbe tena wa Mwijaku kwenda kwa Baba Levo. So hapa kuna page zimeripoti kwa mfano, hapo kuna page amesema kwamba Mwijaku bwana amemchana tena Baba Levo kwamba hawezi kumaliza hilo gorofa mpaka ukifika mwezi wa sita, kwa uzoefu wako unavyomjua chawa Baba Levo ili ikamilike mpaka full furniture, itakuwa ni miaka ming, ni miaka mingapi? So, huo ni ujumbe ambao ume happen. So kwa mujibu wa, wa Mwijaku hapa alikuwa na refer kwamba Babalevo uaga, tunajua kwamba uaga ananuaga magari alafu leo analo kesho hana eh? ananua tena gari nyingine leo analo kesho hana. Inasemekana kwamba uaga akauyagi kuweka bondi kamari, alafu yanaliwa so Mwijaku anahisi kwamba uenda hili gorofa nalo pia the same